Stori kubwa kwa sasa hivi ni tuzo za Grammy ambazo zimefanyika usiku wa kuamkia leo, na wasanii walikuwa ni wengi sana ambao wanaonia tuzo. Lakini ishu kubwa ni uh, tuzo kutua Africa na kwenda kwa Tyla kutoka South Africa kwa kuwashinda Burna Boy, Davido, Wizkid, irista pamoja na Eddy Kenzo kutoka Uganda ambao walibahatika kuingia kwenye, kwenye kipengele cha besi african performer, lakini tuzo hiyo kwa mara ya pili imeenda kwa ta ameibua stori nyingine. Kwanza hajaonekana wakati anaenda kuchukua tuzo ya Grammy, ikawa ni stori nyingine why Tyla hajaonekana. Pili, amechukua tuzo mbele ya majiant wakubwa wa muziki barani Afrika kwenye kizazi hiki, mbele ya Davido ngoma yake ya with you akiwa na Omaley mbele ya Burna Boy mbele ya Wizkid kwenye ngoma akiwa na Ayra Starr, lakini yeye kupitia ngoma yake ameweza kuchukua tuzo ya Grammy kwa mara ya pili mbele ya Davido, na ndio anakuwa msanii pekee uh, siwezi kusema mwenye tuzo mbili, bali kwa hii generation yeye ndio ana tuzo mbili. Wizkid ana moja, Tems uh, ana moja, Burna Boy ana moja, lakini Tyla ana tuzo mbili, ingawa Angelique Kidjo ana tuzo tano za Grammy maana yake ni kwamba Tyla anakuwa msanii wa pili wa kike kutoka barani baran Afrika kuwa na tuzo nyingi za Grammy. Wa Nigeria wameibua maswali mengi sana wakiamini hizi tuzo zimetengenezwa kimkakati kuwatumia wasanii wa Nigeria kuzipaisha, amini kuzungumziwa kwa sababu uh, wao wanaamini ukimchukua Tyla ukamweka na, na Davido kwa mwaka 2025 wanaamini David alifanya vizuri zaidi kuliko Tyla. Kwa upande wako unahisi ni nani ambaye kafanya vizuri kati ya Davido na Tyla? Kwa kuongezea tu, kwa faida yako ni kwamba ukienda kwenye numbers, in terms of numbers Davido ngoma yake with you akiwa na Omah Lay namba za YouTube ina milioni 54 views. Then Push to Start ya Tyla ina milioni 16. Ukienda Spotify, Davido ngoma ya with you akiwa na, na Omah Lay in a streams milioni mia moja na sita then push to start ya Tyla ina viewers au ina streams milioni mia nne arobaini na nne Angalia tofauti hapo, then tuseme kwamba waliangalia in terms of numbers. Manake ukiangalia okay, in terms of numbers Tyla akamfunika Davido mara mbili. No, mara tatu hiyo ni in terms of numbers too. So, manake ni kwamba huenda labda Tyla amebebwa na vitu vingi ikiwemo upande wa numbers. Of course mshikaji wetu kutoka Uganda alibahatika kuingia kwenye tuzo za Grammy, Eddie Kenzo akiwa na Mary Martin, lakini mwisho wa siku hajabahatika kushinda. Grammy imeenda, imeenda South Africa, imeenda kwa Tyla, na maswali yamekuwa mengi. Tyla hajaenda kuokota tuzo yake, alikuwa wapi? mm -hmm. Mm -hmm. Bongo tuje kwenye ishu ya Kendrick Lamar. Kendrick Lamar bwana, ameweka rekodi mpya kwenye hip hop na watu wanaamini kwamba Kendrick Lamar ndio kwa, kwa muda ambao anafanya mziki na nami naomba mfanya mziki ndio atakuwa msanii mwenye tuzo nyingi za Grammy kwa sababu msanii anayeongoza kwa kuwa na tuzo nyingi za Grammy ni Beyoncé ana tuzo thelathini na tano then Kendrick Lamar kashinda tuzo tano jana na alikuwa kwenye vipengele tisa nomination hizo za Grammy, then kaondoka na tuzo tano. Sasa baada ya kuchukua tuzo tano, alikuwa na tuzo 22 za Grammy then amefikisha tuzo ishirini na saba. Rap ambaye alikuwa anaongoza alikuwa ni Jay-Z. Jay-Z alikuwa na ishirini na tano baada ya kuchukua tuzo tano, maana yake amemvuka Jay-Z na yeye kuchukua tuzo 27 za Grammy ndiyo amekuwa rapa mwenye tuzo nyingi za Grammy. Stori zinakuja ni kwamba huenda Kendrick Lamar akam overtake na kumpita Beyonce, kwa sababu ndio msanii pekee mwenye tuzo nyingi za Grammy. Ana tuzo 35 35 toa 27 unapata tuzo nane tu ambazo Kendrick Lamar amebakisha kuweza kumfikia Beyonce. Na Kendrick Lamar mwaka jana ameondoka na tuzo nne mwaka huu kaondoka na tano, si ndio? So maana yake ni kwamba ndani ya miaka miwili ameweza kuondoka na tuzo nyingi, tuzo nne jumlisha tano ni tisa. Msanii ambaye alikuwa anaongoza kwa kuchukua tuzo nyingi za Grammy alikuwa ni Michael Jackson, mwaka 94, aliondoka na tuzo saba kwenye usiku mmoja wa Grammy. So maana yake ni kwamba Kendrick Lamar amekosa mbili tu kuifikia rekodi ya Michael Jackson ya mwaka 94 ambapo aliondoka na tuzo saba katika usiku mmoja za Grammy. Mshikaji kaondoka na tuzo tano, na huenda miaka inayokuja tukaja kumwona Kendrick Lamar akamovertake Beyonce na kuwa msanii sio tu, sio rapa, sasa hivi ni rapa mwenye tuzo nyingi za Grammy. Akaja kuwa ndo msanii pekee duniani mwenye tuzo nyingi za Grammy, kwa sababu Beyonce ndio anaongoza kwa kuwa na tuzo nyingi za Grammy. Kendrick Lamar ameshinda kwenye record of the year kupitia wimbo wa Luther akiwa na Siza, lakini pia namba mbili best rap album, albamu yake ya GNX imechukua tuzo rap, best rap performance kupitia ngoma ya Luther akiwa na Siza, akachukua tuzo ya nne, best melodic rap performance kupitia ngoma ya Luther tena, umeenelewa vizuri, ya tano best rapper song ambayo unaitwa TV Off. Hizo ni ni tuzo tano ambazo mshikaji ameondoka nazo na kumfanya kufikisha tuzo, jumla ya tuzo 27. Maana yake mpaka sasa, sasahii marapa wenye tuzo nyingi, uh, Kendrick Lamar anakaa juu, ana tuzo 27. Jay-Z ana tuzo 25, Yee au Kanye West ana tuzo 24. Eminem ana tuzo 15. Uh, Farrell ana tuzo 13 Andrew ana tuzo tisa. Anderson Park ana tuzo tisa. Lauren Hill ana tuzo nane. Dr. Dre ana tuzo saba. Outcast wanatuzo anatu, sita aw ah, washikaji wana tuzo sita, so manake kupitia marapa mshikaji uh, K-Dot, amesimama juu yao akiwa na tuzo ameni ishirini na saba. Kwa kugusia issue ya Justin Bieber kuingia na wao, wanaita kama boxer. Nimeona wanatumia neno boxer, lakini ni kama bukta fulani ambalo wameingia kwenda kuperform nalo kwenye tuzo za Grammy. Sasa imechukua headline na mshikaji, ukijua kwamba hakuweza kuperform kwa siku nyingi, na watu walikuwa wana, wanasema kama uh, Bieber amekuwa na mental health, amekuwa na matatizo ya afya ya akili kutokana na matukio ambayo anayafanya, mara anakuja huko mchafu, mara anavabelegezo ambayo ina maana, mara amekuja na hivi. I think Grammy wameamua kum, kumheshimisha a, a Justin baada ya kuperform, lakini aliingia vizuri huko na mwanamke wake, muda wa performance akapanda na boxer jukwani, ndio ikawa ni story kubwa Justin Bieber kuperform akiwa na boksa jukwani. Hiyo ni swali nyingine ambayo kupitia tuzo za Grammy imezungumziwa sana na inawezekana ikawa ndio njia pekee ya kumrudisha beba kwenye tuzo za Grammy. Of course tumpongeze pia uh, Burna Boy kwa kuperform uh, kupitia tuzo za Grammy. Mshikaji alikuwa hapo kwenye kwenye nomination lakini kwa bahati nzuri amebahatika pia kuperform kwenye tuzo za Grammy. Davido aliingia mjengoni, alikuwepo, ingawa ameondoka kapa, au sio bana? Ukiachana okay, na ishu za Grammy nimejaribu kudokeza kidogo, story nyingine ambayo nilitaka kuizungumzia ni kuhusiana na jukwaa la Afro Nation. Afro Nation limetangazwa rasmi litafanyika Portugal. Afro Nation huwa inafanyika katika sehemu mbili ndani ya miaka kadhaa. Afro Nation inafanyika Marekani inafanyika na Ureno. Sasa hii ya Portugal inafanyika Julai mpaka Julai 5 katika sehemu inaitwa Portmao Portugal, na inafanyika siku tatu. Kuna fezi ya kwanza ambayo ni Friday, ina maana ni tarehe 3 Julai, then fezi ya pili ni Saturday ambayo ni Julai 4, na fezi ya tatu ni Sunday ambayo ni Julai 5. Story kubwa ni kwamba hakuna msanii yoyote kutoka Tanzania, mara nyingi huwa tunamwona Diamond wanaperform pale. Sasa awamu hii wametokea wasanii wawili kutoka Afrika Mashariki siku ya Jumamosi ambayo ni tarehe nne Julai atakuepo msanii kutoka Kenya anaitwa BN ataperform kwenye jukwaa la Afro Nation. Msanii mkubwa ambaye ataperform siku ya kwanza ni Bana Boy na Tyler. Hiyo ni Julai tano. Of course hili ni jukwaa ambalo ni tamasha ambalo limeandaliwa na Nigeria. We all know that. Uh, siku ya Ijumaa Bana Boy na Tyler watapanda stage hii kwenye tamasha la Afro Nation ambalo itafanyika Julai 3, Ureno. Kuna wasanii wengi ambao watakuwepo, uh, kwenye jukwaa la Afro Nation ambao ni phase ya kwanza. Then phase ya pili msanii mkubwa atakuwa ni Ashake. Ashake ataperform, lakini pia wengine ambao wataperform watakuwepo Awilo, Longomba, Bien, kuna Dako, kuna ambao wengi wanamfahamu, nitaja wanaomfahamu Joshua Baraka, lakini pia atakuwepo Mavo, wataperform siku ya Jumamosi. Then siku ya Jumapili Ataperform Wizkid. Wizkid ndo main character kwenye siku ya mwisho ya kufunga. Watakopo wasanii wengi wa, wa mapiano akina Focalistic na wengine lakini wageni, uh, special guest atakwepo Guna pamoja na Kaylan, atakwepo DJ wa Wizkid tunamfahamu Skyler Tyler ambaye amefanya ngoma na Diamond, atakwepo Daliwonga ataperform siku ya mwisho. Stori ambayo ipo ni kwamba Afrika Mashariki nao wanaenda Baraka Joshua pamoja na BN na Tanzania, hatujabahatika hatu, hatu, hatu, hatu kupata msanii yoyote kutoka Tanzania, si ndio? Sasa ni issue ambayo sisi tunazungumza, faida ya kuwa na wasanii wengi ambao wanafanya vizuri kwenye soko la kimataifa, faida yake moja ndio hii hapa. Kama kuna msanii hajaperform vizuri au hajafanya vizuri kimuziki international wise, manake lazima atokee mwingine ambaye ana uwezo wa kubackup na sasa hivi tumeona mtu kama Juma Jux tumemwona labda Rayvan ndio ambao Diamond kama hajafanya vizuri kwa muda huo kwenye mwaka wao, ndio uwaga wanaenda kurepresent kwenye upande wa kimataifa. Sasa awamu hii hayupo Diamond, hayupo Jukes wala hayupo Rayvan. Hii ni kwa mara ya pili, mwaka jana hatukubahatika msanii yoyote kutoka Tanzania kuenda kuperform Afro Nation. ingawa South Solo walienda ambao walienda kuperform ile ya Marekani si ndio? ilikuwa ni Michigan kama sikosei, lakini ni mara ya pili mfululizo hatujabahatika kupata msanii yoyote kutoka Tanzania anaenda kuperform Afro Nation. Sasa huenda labda Bongo Flava kwenye upande wa soko la kimataifa, ushindani kimataifa, huenda kuna namna moja imekosa ushawishi Eh? Au msanii ambaye sisi ndio tulikuwa tunamtegemea akaperform kule labda mwaka huu hajafanya vizuri basi hatuwezi kupata msanii mwingine ambaye ana uwezo wa kwenda kutuwakilisha kimataifa. Hiyo ni kitu ambacho sisi kama wadau wa muziki wa Bongo Flava tutakuwa tujiulize. Kama Diamond akiamua sifanye muziki mwaka huu, maana yake nje hatuna mtu ambaye anaweza kwenda kutuwakilisha. Paka mshikaji apambane yeye kivyake, atafute connection zake, ndio tutaona kimataifa tunapata mtu ambaye anatuwakilisha. Asipofanya hivi, the rest is history, tunasema tunasemaga vile. Fight, fight, fight. Wiki hii pia ilitokea Aznas Music walileta project ambayo ni kubwa sana ya Business Mind ambayo imeletwa na Azma Mponda. Azma Mponda ni rapper mkongwe kwenye mziki wa Bongo Flava, ambao aliwahi kufanya ngoma nyingi tu ikiwemo fanya wewe, I think mna remember ile. Sasa ameweza kuwaunganisha wasanii wa hip hop, wasanii wakubwa wa hip hop nikiwa pili na baadhi ya wasanii wengine kufanya project ya Business Mind. Of course, mimi nilivyoiona nilijua ni kitu special kwa sababu nilimuona, of course, nimeona Manengo, na Manengo tunafahamu anafanya project na wasanii wengi wa hip hop wakubwa wenye profile kubwa. Sasa mimi nilivyoiona ile, ile title, pale Business Mind, yuko Nikki Mbishi, yuko An Incredible, yuko Pima Wenge, yuko Max Cortex, yuko nani, yuko nani, yuko Pima Wenge. I mean yuko Manengo lakini pia yuko Azma Mponda, mimi nikashtuka kidogo, nikasema jamani, hii itakuwa ni project ya namna gani? Lakini baada ya kusikiliza nimekutana na moja ya projekti kubwa sana ya hip-hop, ambayo kiukweli huenda inakuja kurudisha uh, hip-hop kwenye ramani. Na nimeona baadhi ya comment za watu wameisifia sana project ya Azma Mponda, na watu wengi wanajaribu kusema kwenye hiyo project angekuepo disaster vina, huenda ingenoga zaidi, kwa sababu mshikaji ana mashabiki wengi sana Disaster Vina, na watu wengi wana request kwa Azma Mponda hii project yake ya kuunganisha wasanii wa hip-hop. Next time asiwasahau wasanii kama Disaster Vina. Na mimi naongezea kidogo, kuna wasanii wengi ambao wanafanya vizuri sasa hivi wa hip-hop. Kwa mfano Rapture; kwa mfano uh, Mbuzi, Young Lunya, ni wasanii ambao wanatakiwa kupewa platform kwa ajili ya kupata experience, si ndio? Sasa kwenye project kubwa kama hizi za hip-hop, ni vizuri kwenye project ya hip-hop kama hii ya Azan's Bonda Uh, akawepo Young Lunya kwa ajili ya ku get new experience kupitia my brother kama akina Nicki Mbishi, akina One credible, akina Pima Wenge, akina Max Cortex, naelewa vizuri ukimkuta mko pale Mbuzi yuko ukakutana na Rapture ukakutana na, na Disaster Vina manake utachukua wale Gen Z ambao ndio wanawakubali marapa wa sasa hivi wa hepa then una mix na millennium, yani ile generation ambayo imepita then ukapata kitu kizuri ambapo hiyo ngoma itapendwa na Gen Z kwa sababu kuna kuna sound zao kuna damu zao mle, lakini ikapendwa na millennium na wakongwe waliopita kwa sababu pia kuna damu za wakongwe mle. Nataka nikupitishe kidogo kwenye hizi hizi hizi comment nisome comment kadhaa mbili tatu za mashabiki. Moja aliandika. Kwa kwa nini nasoma comment za mashabiki, kwa sababu nataka kuona reaction? Unajua mziki wa hip hop, ni mziki ambao hauna nguvu kabisa bongo sasa hivi Umeelewa vizuri na watu ambao wamekuwa wakiwalaumu wasanii wa hip hop ni mashabiki pia, kwa sababu project ambazo zinatoka hazikidhi viwango, hazina standard. So mashabiki wanaamini kwamba ili muziki wa hip hop uweze kurudi kwenye map yake, lazima standard na quality iongezeke. Sasa ukiona mashabiki wanapokea in positive way, manake tayari wameanza kukubali project. Moja ya shabiki ambao nataka nikusomee komenti yake, akasema best on relics, punch lines, Swags and Flow. Akawa akawatagi Pima Wenge, Nikki Mbish, Mexico Tex, Manengo, One Incredible, Baby Boy, Country Boy na Azma Mponda. Mwingine akasema uh, kwa punch. Akasema yani mtu ambaye ana punch kali kwenye project ya Business Mind. Akasema ni One Incredible. Kaua vibaya mno. Mwingine akasema kwa Flow anampa Mexico Tex, kaua Flow kali. Mexico kaua. Then kwa Swags unyamwezi. Unajua? Country Wiz No doubt. Na mana Country Boy kaua sana kwa voko. Voko kali ni Azma Mponda, kaua voko za kidume. Mwingine akasema kwa komesho, akasema Baby Boy katisha, sema inabidi abadili jina lake, akasema kokunata. Nikki Mbishi na najua Nikki Mbishi ni mshikaji wa minato, unajua, ndo mkali wa freestyle. Aliwahi kushinda kwenye moja ya mashindano kama mkali wa freestyle. Then then akasema kwa facts, nampa manengo kwa mistari navina, na vina nampa p Mawenge katisha sana. Kwa kuongezea kwenye upande wa hip hop, nimemwona Skywalker Fredrik Kibundala ameachia album yake yenye ngoma 18 man, mimi sikuwahi kutegemea kama Skywalker ana uwezo wa kuwa na production kali hivi, kwa sababu hii album producer ni yeye. Ametoa album inaitwa The Young Skywalker. Katika hii album ya The Young Skywalker, Tracklist nataka nikusomee ziko 18. Ya kwanza inaitwa Amerudi. Kwenye intro lude yuko fit Q. Hii ni kama intro, anajaribu kutoa maneno yake introduction. Ngoma namba mbili ni Forever Young. Fresh yuko na Fresh Boys. I think mnawafahamu Fresh Boys eh? Namba tatu, Fumbo la maisha yuko na Bempo. Namba nne, life, yuko na Number Tano, The Best Girl Live. Then Simba na Masai featuring Kala Moto pamoja na Taz Gwemi. Number saba, Dear Father. Number nane, Nipe Mike, Interlude pia. Number tisa, Waambie. Number kumi, Frederick, featuring Frederick Mula. Number mbili, yuko na Ladenga, ambaye Ladenga Ladenga ni Bin Laden. Producer yule ambaye alikuwa anafanya kazi na kina Roma, kina Stamina. Sasa hivi anajiita Ladenga. 13 ni Young Sky Interlude. Namba 14 na wewe, uh, andika Stan in the Sky. Yuko Otto Williams, yuko Rasco Sembo, yuko nani mwingine? Royas Daddy. Yes, yuko Royas Daddy pia. Namba 17 hujawahi kuondoka. Nimesikiliza sauti ya Baby Sky. Baby Sky ni mke wake Sky, eh? amejaribu kumwelezea Sky kwamba hujawahi kuondoka. Namba 18 nione st na the Knicks. Sky kwenye upande wa production, nafikiri amesoma namna uh, production ya hip hop Tanzania inavyokwama, watu wengi huwa waongezi ubunifu kwenye upande wa albm. Ukisikiliza humu, sio kwamba ngoma nzima unakuta b zima kaimba, ka ka, imba, ka, flow, ka rap sana, nope. Lakini kuna sauti unasikia mtu anajaribu kumwelezea sk then kaa unasikilize, unajifili stori anazoelezewa unafili kama ni wewe. Unajua Skywalker na nilizungumza naye akasema, yeye albamu yake sio kwa ajili ya biashara, yeye amefanya for pleasure. Unajua hafanyi ili, si kwa sababu nimetoa album taitwa, kwenye mashoo ntafanya nini? No, ye anafanya kwa sababu ni passion ni kitu ambacho anapenda kwenye maisha yake, anapenda kurap, kwa amefanya hii album kama sehemu ya kuonyesha jamii yo, mimi na uwezo wa kufanya hip hop. Unajua na nafanya kwa sababu ya kacha. Unajua watu ambao wako kwenye hip hop wananielewa. Kacha ni kwamba yo mimi ni mwana hip hop najaribu kurepresent, na hip hop ni lifestyle. Hip hop inazungumzia maisha. Hip hop inazungumzia zile step, chochote unachokifanya kwa siku. Bana, nilizungumzia ngoma za Nandy na Mbosso eh? Nilizungumzia juzi nikasema uh, namna walivyokuja kivingine. Watu walisha zoea wasanii yao wanafanya ngoma za mapenzi unajua, lakini nao ni kama wanajaribu kuzungumzia changamoto ambazo zinatokea kwenye jamii. Ngoma zote mbili, darasa la saba ya Mbosso na asante ya Nandy, zote wanaelezea matatizo kwenye jamii. Mbosso ukiangalia anajaribu kueleza watu wanavyopoteza watu wao muhimu, yani wapenzi wao ambao wanaanza nao wa maisha huwa wanapotea kwenye mazingira ya kutatanisha, na kunakuta ndo mtu wako kwenye maisha. Ndo maana amemzungumzia mtu ambaye anasoma shule ya msingi then akapata msichana then huu mwanamke, wakafaulu, yule mwanamke kahamishwa kwenda kusoma mkoa mwingine, yeye kaachwa, lakini kwa sababu alikuwa anampenda akaendelea kumfuatilia, mwisho wa siku akaingia kwenye matatizo, akaenda kufungwa jela kwa sababu tu ya mwanamke, na hilo kosa hakulifanya yeye. So, anajaribu kuonyesha sio kwamba amemtokea yeye bali watu wengi wanakutwa na matatizo ya vile na hawana sehemu ya kwenda kuelezea. Nimependa jana alikuwa kwenye show Mwanza, namna mashabiki walivyopokea ngoma ya Mbosso darasa la saba, kwa sababu nilikuwa naangalia ile show mashabiki wameimba mwanzo mwisho. Yaani ngoma hii haina, haina hata wiki. So, anajaribu kuangalia namna mashabiki walivyopokea ngoma hii kwa ukubwa na ni vitu ambavyo vinawagusa watu wengi. Leo hii ngoma ya darasa la saba ya Mbosso Angalia challenge yake alaoifanya watu kupost picha za, wape, amini, za shuleni huko za wapenzi wao wakati wanasoma. Unajaribu kuangalia nailivogusa watu wengi. watu wengi oh, anaitwa nani? Nilikuwa nampenda, alikuwa aniletea mapera shuleni. Mtu kaanza kuonyesha hisia zake kwenye mahusiano. Inawezekana sio darasa la saba lakini mahusiano yoyote vioni sekondari A level, O level, shule ya msingi, chuo kikuu, wherever, lakini kama uliwahi kuwa na mahusiano then hiyo mpenzi wako kaachana naye kwenye matatizo, amini, kwenye mazingira ya kutatanisha, ndio kitu ambacho Mbosso amekuja kukileta kwenye ngoma ya darasa la saba. Then, kwa Nandi, nimependa promotion yake. kwa kila content creator ukipita mitandaoni, wanaweka sound ya Nandi ya Asante. Brother, not easy. Na sio kwamba wamefanya kwa sababu ya kupenda, inawezekana msanii ka invest kwenye promotion. Nimeona kiredio anatengeneza kontenti zake, na hata ukipita kwenye peji ya Nandy, kila posti anajaribu kutengeneza story, anajaribu kueleza changamoto alizokutana nazo wakati anashuti ngoma ya Asante, au klipu gani au sini gani ilimfurahisha, sini gani aliipenda zaidi, wapi alikutana na changamoto. Kila posti kwenye peji yake anajaribu kuelezea changamoto walizokutana nazo wameenda kushuti vijijini, sui kwin Masanja kafanyaje, sui nani Faima kafanya hiki, anajaribu kuelezea, na watu wamekuwa wanariati kwa sababu ujumbe umewagusa wengi. Watu wengi wanatoka vijijini wanakuja kutafuta maisha mjini, lakini wanapokuja mijini wanakutana na changamoto kibao, hawana sehemu ya kwenda kuzieleza. Then kuna klip aliyeposti ya mshikaji mmoja mlemavu anaitwa Paul, ameimba ngoma ya Nandi ya Asante, yote naelewa vizuri ni namna hiyo, ni ishara ya namna ngoma yako ilivyopokelewa. Na ndio ukisikia mapokezi makubwa ya ngoma ya msanii ni kwa stali hiyo, na ndio maana mimi nasema kitu kimoja, wasanii wajaribu kuinvest kwenye quality production. quality production production watu wengi wanahisi ni beat, kwamba msanii atengeneze beat kali ndio production kali nope. production yenye yenye quality nzuri yenye level yenye standard inaanzia kwa msanii mwenyewe kwenye swala la uandishi, the way unavyotunga story ya kuvutia production kali tunaanza kuihesabia pale namna msanii anavyoandika unatengeneza story yako ya kuvutia. Unaelewa? Hapo tunaanza neno production kali kwenye uandishi wa msanii kwanza kwa sababu eh, namalizia kwanza. Ya pili kwenye melody. Unapoandika unakuwa lazima ujue kuchagua melody. Na melody unachagua nini? Unaangalia nyakati. Kwa mfano, sasa hivi ni mwezi wa pili, ni muda wa wapenda nao. Sasa hivi ukitoa ngoma ya mapenzi lazima uondoke. Lakini uweze kuleta ngoma ya ya masikitiko, kasema itachezwa mwezi wa pili uongo. Tumeshaelewa. So, so, lazima utafute melody pia ambayo itavutia watu. Then ya tatu ni beat. Beat lazima iwe kali. Kama mtu hajapenda uandishi wako, hajapenda melody atapenda beat lako. Na ndio maana huwa anatolea mfano ngoma kama Despacito, imeimbwa Kihispania lakini inatrend mpaka Tanzania na sisi hatujui Kihispanyol. Unaelewa? Ngoma kama za mapiano sisi tunapenda beat na melody maneno ya Kizulu si tunajulia wapi? Kwa kiukweli kwenye hili Nandi mboso wamewini kwenye upande huo. Mm, mm, mm, nigusie Kiredio kidogo. Nimeona amejaribu kutengeneza content fulani ambayo yanahisi ni ya kimapenzi, kudeti na wanawake, yani anatafuta wanawake, sii nane sii sita, anadeti nao kila siku, anawachukua anawapeleka sehemu yake then ana treat kama mpenzi wake. Ni moja ya content ambayo imevutia watu wengi sana, meona mpaka kina Nandy wanashare wanafanyaje. Ana date na msichana, unajua kuitwa ku date eh, kwa mnaenda, mnaenda nyumbani mnaenda mnajifungia sehemu mnafanya kila kitu kama mko kwenye mahusiano, ataamka atapika atakufulia hata labda atakuchuachua ata atakufanyia massage atakufanyia atakufanya nini, yani zile process zote kama mko na mpenzi wako then anakuja kutafuta msichana mmoja wa kutoka naye Valentine Deli. Mimi kiukweli nimependa hiyo content, i love it, yaani uongo mbaya, ni mshikaji anavyoamua kuinvesti kwenye upande wa production. Watu wengi huwa wanamtania Kiredio, wewe sio mchekeshaji tena, yes of course. nao Kiredio wazi kuhesabu kama ni wachekeshaji again, bali Kiredio sasa hivi ni content creator na inawezekana baada ya mwaka mmoja miaka miwili, ndio atakuwa best content creator Tanzania, kwa namna anavyotengeneza story zake, namna anavyo invest, anawekeza hela anawekeza muda kwenda kuchukua apartment, then unachukua msichana mnanunua vitu mnapika unampa treatment zote, unatoka naye out mnafanya hiki, anakula anavaa anaoga, sio kitu cha mchezo. Watu nane then unakuja kutu. kama watu nane au sita mtaniambia hapo kama nime miss. then unakuja kutafuta msichana mmoja wa kutoka naye Valentine. Gharama nazo zitumia kwa sababu ya kutengeneza content tu. Leo tunawasifia kina Mr. Beast. Mr Beast unaambiwa anatumia mpaka dola milioni moja kutengeneza content. Jamaa huu anachukua magari anaenda na yachoma moto kwa sababu ya content. Aisha Speed kaja Afrika. Gharama zake alizotumia na mshikaji unaambiwa katika route yake moja anatumia private jet. Sisi tunakumbuka sakata la private jet la Diamond kuna Nigeria. Dola elfu tisini, dola elfu tisini karibia milioni 200. Safari moja. Sasa vuta picha mshikaji, kazunguka mataifa 20 Afrika. Gharama gharama yake akatumia kiasi gani? Bado kula, bado kulala. Timu yake nzima ile na kulala. Gharama sana, sasa hivi content ni expensive. Huenda labda baadaye atakuja kufika levels za kina Aisha Speed na kina nani? Niliona pia Njonyigu kazunguza kasema Aisha Speed kazunguka Afrika. Yeye anataka kuzunguka mikoa yote Tanzania. So ukiangalia baada ya ujio wa IShowSpeed ma content creator kutoka Tanzania pia wame wamejanjaruka umeelewa wameamuka. Inawezekana hawa tunaangalia Watanzania, lakini ukienda Afrika nimeona Kenya kuna madogo ma content creator wanazunguka na Mombasa, wanaenda Nakuru, wanaenda Kisumu, wanaenda Eldoret, baadhi ya ma majiji ya Kenya. Kwa ajili ya content creator, kwa ajili ya ku create content kutengeneza maudhui. Sio inawezekana ma content creator wa Tanzania pia wakaja kuamka kwa sababu tu Aisha Speed alikuja kuwa push, so kiukweli, all in all, ni kila mtu ajaribu kufanya kazi kwenye eneo lake liwe bora, kila mtu akomae kwenye eneo kake awe bora kwenye eneo lake, ndio kitu ambacho natuhamisha Aisha Speed. Leo Jumatatu, na leo ni recap na Mando, nafikiri basi, tukutane siku ya Ijumaa kwenye recap nyingine, au sio chao?